Wa mke wa Kileso, yani Ujambo? Ah, si jambo mwenzangu. Hofu kwako? Mimi mzima kama Kigoma. Ah, niambie. <laughs> Yani hey, umedamshi na mkobako mkononi, waenda wapi? Mimi niende hivi kwa fundi Kijimbi kupata huduma zake. Ah, sawa. Lakini mimi nilikuwa najongo kwako, kuko na wewe na mmeo Bwana Kileso Birukia ugeni wako wa ghafla ghafla hata uwagi kama mvua za mvuli, lakini haina neno. Hata hapa pia naweza kukuhudumia. Hmm. Hmm. Si unajua tena sisi ma community, health volunteers, tunatoa huduma zetu malipopote pale Irukia. Hizi huduma zenu za afya haziwachokeshi? magonjwa yenyewe hayaishi? Ah ha, dadangu, hizi ni dawa za matende na mishipa. Serikali inajaribu kupinga mishipa dhidi ya wanaume Hmm. Eh yeah. Kama ni hizi dawa zenu za matende, zimeshachelewa mume wangu Kileso mishipe ishamtia matega la haula. Yani na maana hizi dawa sifanyi kazi, maana nini? Kwani kwaleta hizi dawa miaka mitano mfululizo. Dadangu Berukia, mume wangu Kileso amekuwa akipatiwa hizi dawa miezi ha. anasema kwamba hizi dawa zinauwa na zinaharibu kizazi la haula Yaani mjumbe wa chifu anatenda kinyume. hmm. Mimi na wai. haya sawa, lakini mdaraubiu dadangu ubiuka. ubiuka hmm? kinga ni bora kuliko tiba eh? na hivi bwana Kileso ajitayarishe na kiswa kakatwe iloti kitibaji lake <laughs> <laughs> nitampa salamu zako. Haya, dadangu, mimi ni wai. poa hmm. Mungu aliumba kaumbika. Mishemishe za maisha. Mishemishe za maisha. Wakupata mkauzi janja na janja ure. Mjumbe, mjumbe kileso, we kileso ah. Ah. <laughs> Bwana nabahati kukutana nawe mjumbe ah. Tayari bwana chifu washatimiza ahadi yake. Ahadi gani hiyo ah? Ahadi gani hiyo ah. Bwana Kijimbi yule mtuhumiwa wa kuloroda na wake za watu tayari ashashtakiwa, na hivi ninavyokwambia, natoka nyumbani kwake huko kumpelekea barua. Lakini mjumbe, hu mguu ulikuwa ni wakwako. Kwa sababu hiyo basi, usiwe na shaka, kila kitu kikomie, maanake mimi kama mjumbe, ni jukumu langu kuhudumia wananchi kama vile wewe, ama sivyo bwana? Lakini mjumbe, mimi nimeamua kupiga bautani ha? nakwambia eh, nimeamua kupiga abautani basi. Piga si abautani hiyo. Unayojua mjumbe, kwamba mimi na mke wangu tuko na mkataba mpya sasa. Ha, mkataba gani? nikayaondoe mashtaka dhidi ya Kijimbi ama sivyo, mke wangu akawe mke mdogo wa Kijimbi, tena yeye mwenyewe ndo aniregeshe mimi mahari ha? kwamba nikaondoe mashtaka dhidi ya Kijimbi ama sivyo basi mke wangu akawe mke mdogo wa Kijimbi alafu yeye mwenyewe ndo anregeshe mimi mahari. Kazi bure ah, kazi bure! Wewe ndo shujaa tena mwana masumbwi hichi kijiji kizima hichi cha kuogopa wewe, hali mimi naanza api kwenda kumfuata chifu, kisha nikamwambie, wewe umeambiwa na mkeo kwamba utoe kesi dhidi ya Kijimbi lakini labda unasahau mjumbe, lakini hata jemedarua jeshi anahitaji amani ndani ya nyumba ha? Nakwambia hata jemedarua jeshi anahitaji amani ndani ya nyumba. Huo ni upuzi. Sasa sasa ukisikia umajuru ndo huu, yaani mwanaume mzima wewe ukaliwa na mke wako, huu sasa ndo kubwa jinga. Usikia, kuna kubwa jinga, kubwa jinga, sasa wewe ndo kubwa jinga. Ah. <laughs> Ah, mjumbe najua we haja kukuta wewe lakini ake kukuta utanywea kama vile kifaranga kwenye ubaridi wewe. ah. <laughs> Hey, bwana mbwege wewe. Hey, ni mbumbumbu tena mtu mke wa mbuzi hivi, utamwachaje ule bwana Kijimbi aendelee kutambatamba na mkeo na wewe huna la kufanya? na sasa basi sikize haya maneno, hayaishi hapa, hizi habari zitafika mpaka kwenye baraza la mtaa leo leo, wewe. Ah, mjumbe, labda umesahau mimi ni nani. Kwani wewe ni nani? E bwana, ubondia wako zamani. Umesikia? Kama ni ubondia wako zamani, si hivi sasa. Ubondia wako nini zamani? usinifikirie mimi niko pale kwa chifu Kaonakambe, mi nnakaakaa, mimi nnakula training, sawa? naweza nikakuonesha kitu ambacho hujai kuonyeshwa, sawa Ta? Ama nataka nikuonyeshe mambo mawili matatu hapa, nikuonyeshe kazi bure. Usinitafute mimi undani. Aaa, wacha nikufunze kunyamaza na kufunga mdomo. Aa, nyamaza bwana bata, tutaendelea katbata pamoja. Sasa nisikilize, nisamehe bwana, nakuachilia ah. Same, lakini hii iwe siri yako, hautasikia mahali kabisa. Nisamehe lakini niache kidogo bwana.

s una mkono wa dhahabu. <coughs> Unamaanisha nini, Mauwa mkewe mjumbe? Yani mikono yako yasimako, ulivyokuwa unanishikashika kwa vipimo vyako nahisi nice, kama nimepigwa na shoki. Mwende nipime, nahisi hivyo. Wewe wayosiji, watu wakasikia mimi hapa nikafungulia mashtaka mengine kwa chifu. Kijimbi, amna ulivokuuna nitumasa tumasa kwa mikono yako, naisi yaani natamani na naagilia kwenye bari ya Ruya, ah, okay. Useme hivyo Maua, ajua ukisema hivyo nasikia moyo wangu unafurika hadi pomoli, karibu uvunje kingo za kifua changu Maua. Kijimbi, acha mawako kutoke, mimi nitaumeza na nitafunika kwa hiyo kina changu Maua, unajua mwenzako misi na bahati madume wa mtaa huu wanataka kunibinya sababu wake zao. Kijimbi, achana nao bana, hizo zao ni mm, kilele za chura azimshtue ng'ombe kunywa maji mtoni kweli? mm. ma wajua, mimi mwenzio na kiu na sijui nitaizima kwenye kisima gani? mm. mm. ah, nipeleke farahani nikufungulie kisima unywe maji utakavyo kweli. <coughs> ha. Basi tuingie hapa ndani sawa? Mjumbe, mjumbe, mjumbe! Kileso we, kileso. So una nini bana? Kidogo niko na ujumbe nakwambia niko na ujumbe kidogo bwana. samahani. mimi nina haraka zangu, napeleka barua kwa wazo wa mitaa kule. Sikiliza mjumbe ni, naomba japo sekunde ya kuku kumeza punje. Nina ujumbe muhimu sana, tafadhali sikiza bwana. kama ni habari zako kuhusu wewe na Kijimbi, mimi sina haja nazo, maanake wewe mwenyewe ndio ulikwenda kwa chifu kule, ukaenda ukasema mashtaka yatolewe. Sasa mbona nifuatafuata? lakini hizi si habari za mimi na yule fundi cherehani Kijimbi, ni zako wewe na Kijimbi. Nakwambia hizi si habari za mimi na yule fundi cherehani Kijimbi, mjumbe, ni zako wewe na Kijimbi. Basi mimi hizo hazinihusu ndewe wala sikio, maanake wewe wewe ndo mwacha mke wako Sofia, dokolewe dokolewe na Kijimbi, kisha sasa urudi ufuatafuata na mimi ah. Mjumbe, subiri basi. Kilichompata duma ndicho kilichompata chui, ndio maana wote leo wana ma madoadoa. Nakwambia kilichompata duma ndicho kilichompata chui, ndio maana wote leo wana madoadoa. Kijimbi ameamua kuigeuza karata kwako Kijimbi ameamua kuigeuza karata kwako, Kiku, karata kuigeuza kivipi? Nakwambia, mkeo yule, mkeo Maua anadokolewa na Kijimbi kaziburi, wacha mzaha. Haya maneno unawazungumza, unawakika nawa? Hiyo ndio yakini ya mambo hata hivi tunavyoongea. Kimunga kinatembezwa kwa mkeo na baada ya hapo atakuwa hasikila mwadhini wala lamchotamaji msikiti. Haujaamini wani... Ha? Ha, mpaka sasa ninavyoongea, wewe bado unachukulia tu ni utani. Sasa tufanye hivi mjumbe, acha hii safari za kwenda huku, twende huku nikakuoneshe sinema yenyewe na macho mawili kuoneshe. Sasa twende mjumbe, mjumbe twende, utapata jibu. Basi harakisha mjumbe, uko na sinema mpaka mkiwangu mimi maua kazana basi, mjumbe sinema itaisha. Kazani nini bana? Ah. Hmm. Mashallah kazi, unajua kweli kweli. Ah, asante sana, asante kwa sifa zako kedekede, yani hmm. hmm. ya kwa mara ya kwanza nahisi kama ambaye trailer limenipitilia kwa mwili wangu limenibondabonda, yaani mwili mzima hmm. nahisi yani, nimefadhilika klas <laughs> yani, heshima na sifa zimwendee babu yangu Korogwa Kimangule. Yeye ndo alifundisha siri ya ujuzi huu <laughs> Si kweli we mfinyanzi, yaani umenifinyanga kama vile mfinyanzi anavyofinyanga viungo <laughs> <laughs> mm. vyake. Wajua maua, babu yangu mimi alinirithisha na akaniambia kwamba mimi sitowahi kulala njaa, ili mradi tu kifimbocheza <laughs> ama kiboko, yaani kitembeze vizuri <laughs> <laughs> kwa kweli leo ndio kwamba kuna makungu waume, mm, wanaohitaji hitaji mm, na tunu kama marembo ah, kweli kweli, wako wako. Hey, wako Kijimbi, mimi niende nikautulize mtu. Wasema niacha niende nikautulize mtu. We sasa, unguje ni kate iini, uh, kabisa. Mm, nguo, nitakuja kesho pamoja na huduma nyingine kama yale. Kweli basi, sikiliza hii, we siri eh? usiambie mtu, sije watu wakajua jua. Mimi sitaki <coughs> kwenda kwa chifu. Unajua mimi sitakupelekwa <coughs> kwa chifu <coughs> <coughs> tena. Lile bwegi langu ni achie mimi, talichunachuna tu zile zote. Kweli sawa, basi haya, acha mimi niwai. Sawa we, wahi agula korogwa. <laughs>